Ninaenjoi sana kwenye kazi yangu kwa sababu siboreki, nafanya kazi kwa ufasaha kabisa, umeme unakuwepo muda wote. Kwa kifupi, umeme mimi ndio muongozo wa maisha, kwa sababu bila umeme nakuwa siwezi kufanya kazi yangu aina ya yoyote, ila umeme unapokuwepo kama hivi, kazi yangu inaenda, hata kama likiwaka jua la saizi gani, kuna mafeni yanazunguka hapo, taa za kutosha, wateja wangu wakikaa wanaenjoi, wanakula vyakula vizuri kabisa kwa hiyo nakuwa nafarijika na kazi yangu si, sipati kero kwenye kazi. Kwa hiyo ni vitu vizuri sana ambavyo viko sawa. Nishati ni ajira, na ndio maana sasa hivi mimi naendelea na kazi yangu bila wasiwasi wasi kabisa na wala bila kipingamizi. Mteja akija hata akikuta chips kabatini hamna, anaweza akazipata baada ya dakika tano kwa sababu ya nishati iliyopo. Nishati na Samia.